Wakizungumza kwenye mahafali ya 27 ya kidato cha 4 yenye jumla ya wahitimu 254 wanafunzi hao wamesema maboresho yaliyofanyika yameleta mapinduzi makubwa, na kupitia risala yao wamemwomba Rais Dkt. Samia na wadau wa elimu kuwasaidia kupata basi la shule kwa ajili ya usafirishaji wanafunzi. Miundombinu wameboreshwa ni pamoja na ujenzi wa bwalo, ujenzi wa mabweni mbue hapa shuleni na pia madarasa mbalimbali na pia ujenzi wa maktaba ya kutunzia vitabu. Swala la kuboresha kwa miundombinu, mfano wameboresha madarasa. Madarasa hayo yatatusaidia kujifunza kwa amani na kwa uhuru. Pia hali hii imetuzuia kushiriki kikamilifu katika ziara za kitaaluma, mashindano ya michezo na shughuli zingine muhimu zinazohitaji usafiri wa pamoja kwa upande wao wazazi wilayani Nyang'hwale wameshukuru serikali kwa jitihada kubwa zinazofanyika katika sekta ya elimu, huku afisa elimu wila wa wilaya hiyo amesema uwekezaji katika miundombinu ya shule umekuwa chachu ya kuongezeka kwa, kwa ufaulu mwaka hadi mwaka na kwamba mwaka jana ufaulu ulikuwa asilimia tisini na mbili na mwaka huu wamepanga kufikia asilimia mia moja. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amewekeza sana katika miundombinu ya elimu mfano mabweni, madarasa, lakini pia mabwalo. serikali ina mchango mkubwa katika hili swala la elimu, ukiangalia kama hapa ilivyojenga bwalo la kusomea, madarasa imeongeza, na matarajio yetu sisi ni kutoka asilimia 92 kwenda asilimia 100 ya ufaulu. Kama halimashauri ya wilaya ya Nyang'hwale, tumekuwa tuna mikakati mingi ya kuhakikisha idara ya elimu sekondari inazidi kuongeza ufaulu mwaka hadi mwaka. Mgeni rasmi katika mahafali hayo ni katibu wa chama cha walimu Tanzania CWT, wilayani Nyang'hwale, ameahidi kushirikiana na wadau mbalimbali wa elimu ili kuhakikisha changamoto ya basi la shule hiyo inapatiwa ufumbuzi wa haraka. Siku moja tutafanikiwa jamani, mashule yapo mengi na watu wanaweza, na hilo linawezekana. Kwa hiyo basi, tutakapokuwa tumeweka utaratibu mzuri, tutawasiliana na mkuu wa shule. Kutoka hapa shule sekondari Msalala Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadiki.